Changamoto ya ulemavu ulisema kwamba mara ya kwanza imekupa wewe fursa ya kubuni usafiri. Usafiri wako wa kwanza kubuni ilikuwa ni usafiri gani? Na ilikuwa usafiri wangu wa kwanza kabisa kuubuni, kwanza niliamua kutengeneza, kwa sababu nimekulia mbugani, mbugani kulikuwa na kambi ya ng'ombe. Kila napotaka kutembea mimi katika ulemavu wangu napata shida, kwa sababu ya matope. Kwa hiyo niliamua kuunda e, eropleni ambayo ilikuwa inatumia hewa. Ndege, ndege Kiingereza. Baada ya pale, mzazi wangu akawa mkali ili nisifanyie testi wa kupanda, kanaambia ni, ni kongoroe. Baada ya pale, nikaamua kuunda kutengeneza baskeli kuunda ya walemavu. Jina hili limetokana na ujuzi wangu mimi kwenye ile pikipiki baskeli niliyoitengeneza. Hiyo baskeli niliiunda nikaipa jina la Kimondo. Kimondo ni nyota zile zinazowaka usiku, zinakimbia sana, mwanga wake mweupe. Kwa hiyo vikiwa vingi vile vinyota vinaitwa vimondo. Sasa mimi niliamua ile baskeli kwa sababu ilikuwa na spidi sana, na ndo ilikuwa mwanzo wangu, yani wa wakupanda baskeli ili niendeshe, nilikuwa naona inakimbia sana, nikaipa lile jina la Kimondo. Kwa hiyo watu tulivyokuwa wanaenda wanafurahi, basi jina hili wakalitukuza li... badala ya baskeli wakaanza kuniita mimi mwenyewe Kimondo. Kwa hiyo ile jina limejulikana sana kuliko lile jina la uzao wangu. Kwa hiyo niliunda baskeli yangu mwenyewe nikafanikiwa, nikawa naitumia na kipindi hicho. Zana za kuunda wewe, baskeli ulizitoa wapi? miaka ya giza sijui itakuwa ni mwaka gani e, unajua sisi mz, mz, mzazi wetu yani babangu mimi alikuaga fundi kwa hiyo material nilikuwa siangaiki namna ya kuyapata, yalikuwepo tu ndani, mabaskeli yaliyochoka, mabomba ya baskeli, ringi. Kwa hiyo nilikuwa nachukua tu material, kwa hiyo yalinisaidia kuweza kuunda baskeli za walemavu, na niliunda baskeli nyingi tu kuwasaidia walemavu. Nimeuza Shelui. E, alipatikana tajiri mmoja alikuwa ananipa oda ya kutengeneza baskeli kwa ajili ya walemavu, akinunua kwangu anaenda kuwasaidia kwa kuwagawia bure kama sadaka, huku nimefaidika. Baada ya hiyo baskeli nikaendelea nikatengeneza pikipiki ya kuyunda mwenyewe. Yani kipi kilikufanya utoke kwenye baiskeli utengeneze pikipiki? E, nikaona baskeli nimeiendesha sana, nilikuwa nafanya safari ndefu, nikitoka Ndago mpaka Igunga na baskeli ya mkono lakini ya... Igunga, Tabora. Kwa hiyo baada ya muda kidogo, nikawa nasikia kuchoka sana, kwa hiyo nikaanza kuplani namna ya kuiunda mashine, yani ya tairi tatu, nimeiunda pikipiki yangu. Pikipiki zikawa zilikuwa bado chache sana, miaka ile ya nyuma eh, 96 96 1996 ndo ukaunda pikipiki, ukaunda pikipiki. Kwa hiyo pikipiki ina miaka mingi sana, na ndo hii tunaiona hapa. Ndo hii hapa unayoiona, umekula maisha, ni umbe wa mtu mzee, umekula maisha. Na mimi naigeuza sawa na baba yangu, maana inanitunza na karibia kulingana na mimi, na karibu inahudumia watu wengi sana, maana inanizungusha Iramba. I see. Sawa, ilikuwaje eh, matirio ya kupata kwenye kutengeneza pikipiki ilikuwaje? Ukafaje, faje mpaka ukaunda chuma ya kutembea na pikipiki hii ni? Nimeunda kwa muda mrefu kama miaka minne au mitano, hiyo injini yote na nini na kila kitu ni hii. Gari gi, gi, yako yote imegharimu kama shilingi ngapi kukamilika? kwa kipindi hicho, kwa kipindi hicho imegharimu kama shilingi laki saba, saba. Ndio mw kutengeneza pikipiki nyingine tofauti na hii Nimewahi kutengeneza pikipiki moja ya bwana mmoja anakaa tuli anaka tulia e, kule kiteka kule e, yupo mzee mmoja kwa sasa hivi ni marehemu, anaitwa mzee na Komolwa, nimewahi kumwundia pikipiki ya tairi tatu, yeye ni mlemavu wa miguu. Na pikipiki ya pili nimemtengenezea jamaa moja wa, wa Kiomboi e, anaitwa Rehemani yeye ni fundi viatu mlemavu wa miguu. Pikipiki ya tatu nimemtengenezea jamaa mmoja wa Ndago anaitwa Hamisi Mbogoro. Kwa hiyo zimewasaidia hiyo. Kuna pikipiki ambaye niliunda ilikuwa natumia tairi za baiskeli na rimu za baiskeli, pikipiki ya kwanza kabisa. Hii ni kama ya pili tena kutoka kwenye ile ya kwanza. Ndio. Hongera sana, hongera sana. <laughs> Sawa. na ni kwa nini sasa hivi upo kwenye kijiji cha Makunda? Yaani kwa nini Makunda, sio labda ungekuwa Misigiri kutengeneza majini hapana? Makunda nipo mpaka sasa hivi kwa sababu wakulima ni wengi, kwa hiyo kama ni wateja, wateja wanapatikana wengi. Zamani nilikuwa nafunga kiwanda changu mwezi wa kumi na mbili, mvua zikianza kunyesha, kwa sababu ilikuwa hakuna barabara, ilikuwepo mbuga tu. Kwa hiyo nikifanya kazi jioni, wakati naondoka kwenda kulala Ndago nilikuwa napata shida sana, lakini sasa hivi napenda Makunda kwa sababu barabara ipo, alafu muda ambao nilikuwa naondokea Makunda miezi ya kumi na mbili, lakini sasa hivi niko mpaka mwezi wa tatu. Wa, wa, wa, wa umewahi kutengeneza jembe la ng'ombe kabisa ukalichonga wewe mwenyewe na linafanya kazi ng'ombe? yani majembe yangu nilipeleka Kigoma kwenye maonyesho nikawa mshindi wa kwanza. Nilipeleka majembe saba ya kuunda. mwaka gani? E, maonyesho ya 2006, maonyesho ya nanenane, mgeni rasmi alikuwa Alcardo Ntagazwa. na hii kazi kwa namna gani imekunufaisha wewe pamoja na, na familia yako? hii kazi kwa kweli mimi imeninufaisha, ninufaisha sehemu kubwa sana, kwa sababu mimi mwenyewe huwa e, sina mpango wa kulima hasa kilimo changu mimi ni kwenye ufundi. Kwa hiyo nimejenga nime, nime, nime kwa ajili ya kazi zangu hii ya ufundi mpaka nimesomesha watoto kwa ajili ya ufundi na maisha yangu na ya control kuyaendesha kwa sababu ya ufundi na wateja vizuri, kwa sababu kazi nzuri ndio inayeleta wateja. Mi kazi hii naiweza na ndio maana mpaka sasa hivi naendelea kunihimilisha. Malengo yako mpaka sasa hivi ni yapi kwenye hii kazi e? malengo yangu ni namna ya kuweza kupata nguvu ya kupata material, hasa mtu kupata pesa ya kuweza kununulia material. Hapo ndo unaweza ukaunda majembe mengi sana. Kwa mfano sasa hivi jembe moja linauzwa shilingi, jembe la Skymark Skymarki inauzwa ile imara inauzwa laki tatu. Samani na vitu vya dukani vimekuwa ghali mno, kwa hiyo vitu sisi tunazalisha, kwa sababu unaweza ukachukua springi ya gari ukatengeneza incha. Incha ulioifua kwa uhunzi ni stili kuliko incha ya dukani, kwa sababu unafua springi ya, ya gari ambaye ni imara yenyewe, kwa kukokota ardhi, yenyewe inaisha muda mrefu sana kwa hiyo hasa changamoto kufu, kubwa ni upatikanaji wa nguvu za kuweza kupata matirio, lakini ukiwa na mtaji mzuri watu hata hawezi kuhangaika kununua majembe dukani, kwa sababu wanakubali majembe, bei ya majembe. Jembe unaweza kulitengeneza we unaweza ukaliuza kwa shilingi ngapi? E, jembe nikilitengeneza mimi naliuza kwa thamani ya shilingi laki na arobaini, namuuzia mtu laki na nusu na nusu ya bei iliyopo dukani, na nusu ya bei. Kwa hiyo ndio maana wateja walio wengi, na sio kwamba nazungumza hivi, vyombo vyangu vipo mpaka sasa hivi, watu wanavifanyia kazi na wamevipenda na wameona ubora wake. Kuna ile mikopo ya asilimia kumi kwa ajili ya walemavu, sijui mwenyewe kuisikia serikalini mikopo. Mimi nimeshughulika sana nikiangalia, kuna kipindi fulani kuwa nashughulikia mkopo, lakini sikujua masharti ya mkopo kwa walemavu yanakuwaje. Nilikuwa naenda Singida nikitaka mkopo Nimeenda pale nimeuchonga vizuri kasuti kana, kana, kana upanga. Mara naambiwa na mwenyekiti kwamba subiri kwanza wenzio wapate, wako chuoni wanasoma. Kwa hiyo nilifika mahali nikakata tamaa tu, nikaona basi mimi niitegemee nguvu yangu tu hivyo ya kiufundi, sababu niliuangaikia sana mkopo. Lakini kuna muda fulani nilienda wilayani, naye ikadisiwa mkopo na mpaka sasa hivi wanasifia hivyo kwamba mikopo ipo ya walemavu lakini unapoanza kufuatilia ufanikiwi. Sasa kwa mtu mimi naye tumia muda wangu kufanya shughuli, naona kama ninachelewa kwa sababu ya kupitishiwa njia nyingi, namna ya kuweza kupata kitu. Ndio labda njia gani hizo ambazo walikupitisha pitisha zinazo kufanya wewe ukwame kwenye ukate tamaa kwenye kuchukua mkopo? Sasa kuna njia nyingi za gharama gharama, mara uende benki ufungue akaunti eh, mara riba inakuwa kubwa sasa unaona afadhali tu basi, mimi nijiajiri kwa nguvu yangu hii, kwenda Mungu naweza nikafanikiwa mimi, kwa sababu serikali yenyewe ilinipeleka chuoni. Nilikuwa naiomba tu iweze kunipa mtaji, ili niweze kuwasaidia vyema zaidi wakulima, kwa sababu wakulima walio wengi na vituo hivi vyote nilivyovitaja wananitegemea mimi, na vituo vingine huwa vinashindikana, wanabaki wanaanza kulaumu, kwa sababu nahitajiwa sehemu nyingi unakosa mwendo kasi zaidi wa kuweza kuwahudumia, lakini chanzo kikubwa ni yenyewe serikali. Kama iliamua kunisomesha kanipeleka Tengeru, basi iendelee kwa sababu bado niko hai, ujuzi bado upo, iendelee kunitakasa ili nipate nguvu sababu mimi ni wa serikali na wale na wote ninawasaidia ni mzigo wa serikali na mimi ni mzigo wa serikali. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu serikali basi ilione hili swala kwamba ni swala la kulikamilisha, sio la mtu mmoja, ni la watu wote. Kuna yule kijana ambaye anakutazama sasa hivi anatamani sana siku moja aje kufanya kazi kama hii ambayo unaoifanya yeye uenda anatamani anaweza akaogopa pia gharama za mwalimu. Hili kwako limekaa kwa namna gani? Unapokea vijana aina gani? E, lakini pia gharama za ufundishwaji zikoje? Ah, mimi kwenye ufundishwaji huwa siwalipishi. Mimi inaweza nikamchukua mtu anisaidie kazi, nimfundishe kazi, nitakuwa namlipa pasenti fulani, e, ili na yeye akalisaidie taifa hili. Yaani unafundisha, anafundishwa wakati analipwa, analipwa Fundi. Hey, kwa sababu upatikanaji wa wateja mimi napopata changu basi nabidi na yeye eh, namlipa, amepoteza muda. Kwa hiyo anakuwa fundi kwa gharama ambazo sio kubwa kwa haraka haraka. Mpaka hivi una vijana wangapi ambao umeshawafundisha, unawaona kabisa hivi wanaendelea na hii fani haraka tu? Nina vijana saba na mimi hapa sijakomea kazi moja tu. Mimi niletee kazi yote, niletee gari, niletee pikipiki, mashine za kusaga zote nasambaza. Una pia kuna majiko haya hapa yanayewaundia ndo yanatengenezwa na kuna majiko mengine ambaye yanatumia pumba eee. jiko kama hili natengeneza kwa iani ya shilingi elfu kumi ndio ndiyo. Tazamaji kama unavyoenda kuona jiko la shilingi elfu kumi za Kitanzania. Eh, unaweza kazani limetoka kiwandani lakini ni kitu piwa kabisa kutoka kwa fundi Kimondo. Unaweza ukataja namba yako ya simu ikiwa inapita kwenye screen kwa yule anayetazama. Labda kuna namna ambayo mtu mwingine anaweza akafanya donation, kuna mtu mwingine anaweza kaangalia akatamani kiki kipindi unachokifanya. Hebu mtaje namba yako ya simu na jina ambalo unaweza likatokea kwenye Mpesa. Kuna namna inaweza kufanyika huko mitandao. Ah. Mimi jina langu ninaitwa Hamisi Mohamed lakini kwenye simu nimesajilia namba nyingine kwa sababu nilikuwa sina NIDA. Eh, namba namba ya simu ni 07 49 27 72 27. Bila nakuja naye. Jina linakuja Magrieti Mkumbo. Mtazamaji, kupitia nambari hiyo ya simu ambayo umeisikia hapo, ama imetajwa hapo na fundi huyu, unaweza ukachangia chochote kumwezesha eh, kupata mtaji ama, na namna ya kumwezesha yeye kupata eh, pesa ya kununulia matirio kwa ajili ya kuendeleza zana hii ya ufundi ambayo amekuwa akifanya hapa mkoani Singida, hasa kwenye halmashauri hii ya wilaya ya Iramba.